mwasiliano ya Afrika akiwa ametoka kunako shirikisho la mpira wa miguu TFF baada ya kusikiliza uh, shauri lake ambalo uh, <coughs> anakuja hapo mwakilishi eh, wetu anaitwa Chaz hmm, naye tutazungumza maelezo. Eh, laki, lakini, kwako kidogo, lakini hapo sio kidogo mimi nataka kusikia ni kwamba eh, tarehe nane wanayanga wanatakiwa wakae ticket kwa wingi, yeah. tuje kwa wingi Benjamin Mkapa kwa sababu focus ya klabu yetu ni kwenda kushinda huo mchezo, na hatuwezi kushinda kama tutawachia wachezaji peke yao. Ni mechi kubwa, mechi ambayo inatuhitaji Yanga Afrika pamoja, kama taasisi tusimame pamoja kwa kuungana tukaipambanie klabu yetu, pambanie pointi tatu. Ni mechi ngumu Uh, mechi nzito, mechi yenye thamani na hadhi kubwa the... lakini naamini inshaallah kwa umoja wetu kama taasisi tutafanikiwa inshaallah. Uzito unamaanisha kwenye eneo la promotion? Hapana, yeah. Mechi hii ya Kariakoo Derby ni mechi kubwa sana ndugu yangu, mechi ambayo sasa hivi ninavyozungumza na wewe wako watu kutoka mataifa mbalimbali mbali. Wanakuja hapa Tanzania kwa ajili ya kuishuhudia Kariakoo Derby. Kwa tafiti mbalimbali ambazo zimefanywa, Derby hii inashika nafasi ya nne au ya tatu kwa ukubwa na ubora barani Afrika, maana yake ni mechi ambayo inajiuza barani Afrika. Sisi kama klabu ya Young Africa fokasi yetu ya kwanza ni kupambana kupata pointi tatu. Ndio focus ya taasisi iko hapo. Tuna imani kubwa kwamba Watanzania na mashabiki wetu hususani wa Yanga wanapenda mpira na wanaipenda klabu yao na wanajua umuhimu wa kuja Benjamin Mkapa siku ya tarehe nane kuja, kuja kuisupport timu yao, basi hivyo itakuwa jukumu lao na jukumu la viongozi ni kwenda kupambana kuiandaa timu timu ije fresh Benjamin Mkapa, ipambane tupate matokeo mazuri. Kwa hiyo kila sehemu ita play part yake. Wanachama wetu tushangia nao kwenye matawi, wanafanya hamasa kubwa. Tumeona watu kutoka Mwanza, kutoka Morogoro, Arusha, wanakuja Dar es Salaam, na hawa Dar es Salaam ni wahimize tu, wawahi tiketi mapema, kwa sababu the more unachelewa unajiingiza kwenye hatari, aidha ya kulanguliwa kununua tiketi kwa gharama ambayo hajatangazwa, lakini la pili ni aidha unajiweka kwenye mtego wa kuuziwa tiketi feki. Kwa hiyo kesho, ukiamka toka na kadi yako ya N-card, tembelea vituo vilivyovitangaza na Alhamisi. Kwa mujibu wa ratiba ambayo nimeiona ofisini, patakuwa na magari ambayo yanapita mtaani kwa ajili ya kuuza tiketi, tiketi a tiketi yako mapema ili uje upate burudani ya dabi. Shana, ya hmm. Sasa so, ya kamati, yule bwana mwenye suti hapo, ndo ha, mtu sahihi wa kuzungumza naye. Mimi yangu nishazungumza ya dabi, au na lingine kaka. Aa ah, Asante sana mwalimu. Asante, Asante. Asante kaka.